Aachiliwe basi aachiliwe basi, ili familia yake isifaidike. Aachiliwe basi, ili wanachama wasifaidike. Aachiliwe basi, ili hao viongozi inaosemekana wanafaidika wasifaidike. Aachiliwe basi, lakini sisi tunasimama kwa ujasiri, tunasema Lisu sio mhaini. Lisu hana, Lisu, hana Lisu hana hatia, na huu ndio uwe wimbo wetu kuanzia sasa. T-shirt ziprintiwe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 au labda familia yake inafaidika na Lisu kuwepo ndani, basi hao wenye uchungu na hawa wanaofaidika wamwachilie Lisu basi, ili hawa watu wapate hasara, aachiliwe basi, aachiliwe basi. basi ili familia yake isifaidike, aachiliwe basi ili wanachama wasifaidike, aachiliwe basi ili hao viongozi inaosemekana wanafaidika wasifaidike, aachiliwe basi. Lakini sisi tunasimama kwa ujasiri, tunasema Lisu sio mhaini, Lisu hana hatia